Sasa jana, mapema waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameendelea na ziara yake mkoani Tabora, na jana akiwa katika wilaya ya Igunga aliweza kuongea na wakazi wa Igunga, na kwenye hotuba yake alielezea namna serikali ambavyo inazidi kuimarisha sekta ya elimu. Akarejea ombi la Mheshimiwa Mbunge wa eneo hilo ambalo lilikuwa linahitaji kujengewa veta na nukuu, tumeendelea kuimarisha sekta ya elimu. Mheshimiwa Mbunge, ulisema unahitaji VETA, tumeleta VETA. Hizi VETA tumezijenga ili wewe ukasome ufundi, naenda akajifunza ufundi umeme, uwe ufundi umeme. Kwa hiyo hata mwanafunzi wa chuo kikuu anaweza kwenda kusoma VETA kwa sababu pale anasomea ufundi. Hayo ni nukuu ya maneno aliyoongea waziri mkuu kwenye ziara ile. Sasa kauli hii imeleta mjadala mkubwa kwa wanazuoni na wadau mbalimbali nchini, na hapa ni baadhi ya maoni ya wadau mbalimbali, tukianza na Sulemani Hasani. Yeye anasema sema, mheshimiwa, ngewapendeza basi mngefanya kusoma bure kwa wale wote wenye degree ili waweze kupata ujuzi wa kujitetea mtaani, maana kama ni gharama walishazilipa huko walikopatia degree zao na hakuna walichoambulia. Ningefanya hivyo angalau kuwafuta machozi na kuwapoza machungu. Huyo uh, ni mdau Selemani Hasani. Kuna huyu mwingine anaitwa William Mishomali, yeye yeah, anasema upo sahihi kabisa mheshimiwa. Kumbe tunaona jinsi gani tumechelewa sana kwenye swala la elimu mtu anakaa darasani toka darasa la kwanza mpaka chuo kikuu ni miaka zaidi ya kumi na sita, lakini hana ujuzi wowote, ambapo analazimika tena kuja somea kozi ya VETA ya mwaka mmoja, ili apate ujuzi. Hii ni hatari. Ifike mahala ujuzi wa VETA mtoto upate kuanzia ngazi ya primary. Nipongeze serikali kwa mtaala mpya wa elimu. Huyo ni William Shomali, maoni yake. Lakini mwingine anaitwa Daudi Mangenji. Yeye anasema kwa upande kwa upande wa walimu, hii imekaeje? Ukasome veta uitumie wapi? Darasani kutengeneza zana za kufundishia? au huyo <laughs> ni mdao mwingine, Daudi Mangenji. Lakini mdau mwingine anasema ni, ni sahihi kabisa, tena waangalie namna ya kuweka utaratibu wa kupatana wa kupata na mikopo maana aliyemaliza VETA na kujiendeleza katika fani aliyosomea uhakika wa kulipa mkopo ni mkubwa kuliko aliyemaliza chuo na hana ajira. Huyu ni ma, huyu, haya ni maoni ya mdau anaitwa Masudi Kasiani. Maoni yake hayo. Lakini huyu anaitwa Miss Yao Nunda Nunda, anasema ya sawa Mheshimiwa, mimi nilitimu degree pia nikaenda kusoma hususi na urembo Sabasaba, CVRTC. sasa hivi najisuka mwenyewe. Kacheka huyu uh, ni Miss Yao Nunda na maoni yake hayo. Ongera lakini mda mwingine, Sospita Mathias anasema hapo ndo kusema kwamba punguzeni sasa, wanafunzi mnawapeleka advance, mwapeleke veta ili kieleweke basi da degree tu kurudi veta kusoma shonaji da, inahitaji ujasiri mkubwa sana. Ujue huyu ni Sospita Matias. So hayo ni maoni mbalimbali ya wadau na jizi walivyopokea kauli ya mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Unaweza kutuandikia pia maoni yako kwenye comment. Vipi, hii umeichukuliaje kauli hii ya mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania? Tuandikie pia kwenye comment hapo ili tuone maoni yako. Usisahau kusubscribe chaneli hii ili kuendelea kupata taarifa mbalimbali, na ili wewe uwe wa kwanza kupata posti yoyote ile ambayo inapostiwa kwenye chaneli hii. Asante, tukutane posti ijayo.